Ukuaji na ukomavu wa kiroho hautokei kama tukio la mara moja. Ni safari, na katika hii safari kuna hatua ambazo kama mwamini unapaswa kuzipiga kila siku ili kufikia mahali pazuri kiroho. Mwamini hafiki mahali akasema, sasa hapa nimekuwa kiasi cha kutosha, sihitaji tena kuendelea. Hapana, mwamini, as long as dunia inaendelea, Kristo hajarudi kulichukua kanisa, mwamini anawajibika kuendelea kukua kila siku kwa sababu hakuna hatima ya ukuaji wa kiroho tukiwa hapa duniani. Kwa tunaanza na hatua ya kwanza ambayo ni wokovu. Mtu asiye na maisha ya kiroho hawezi kukua kiroho, si tunakubaliana eh? Na kwa sababu hiyo sasa watu wote ambao bado hawajaokoka inatafsirika kwamba hawana uzima wa kiroho ndani yao, kwa kisicho na uzima hakiwezi kikafanyaje, kikakua. Halafu siku tulipookoka Mungu hakutuacha tu tuwe tu mtaani huko, alitukutanisha alitu, na familia za kiroho. Hizi familia zinaitwa kanisa la mahali pamoja, hapo ndipo mahali mwamini anapolelewa kiroho na kukomazwa na kufundishwa na kujengwa kiroho. Maandiko yanazungumza kwenye Zaburi sura ya 68, yanasema kwamba Mungu huwakalisha wapweke kwenye familia. Kwa siku ulipookoka, Mungu anakupatia familia ya kiroho ambayo itakusaidia kukua vizuri kiroho, na ndani ya hiyo familia Mungu ametengeneza mekanizi mzuri ya kukomaza. Kwanza amewachagua watu ambao wanaitwa viongozi wa kanisa: mitume, manabii, wachungaji, walimu, wainjilisti Hizi ni huduma zile tano za viongozi. Hawa watakufundisha neno, wewe utakomaa kiroho. Lakini pia ndani ya kanisa utakutana na waamini ambao pia kwa kutenda kazi watayahudumia maisha yako. Kwa mentality ambayo mwamini mwenye akili timamu anapaswa kuwa nayo ni kwamba napoenda kanisani siendi tu kupokea, naenda pia kutoa yale niliyo yabeba, au yale niliyo nayo kwa sababu kinachomkuza mwamini ni zile huduma za viongozi yes lakini pili ni zile huduma ambazo waamini wenyewe kwa wenyewe wamezibeba na wanasaidiana katika kujengana kwenye hizo huduma. Kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya 12 kinazungumza vizuri na Warumi sura ya 12 pia inazungumza vizuri namna ambavyo sisi kama viungo vya mwili wa Kristo tunapaswa kuhudumiana.